So, mambo vipi, mpenzi mtazamaji wa Ally's Star pamoja na mabasi yote ya usafirishaji mabasi TV na Ally's Star wote ni the same. Tuko na mwanadada mmoja hapa, ni mfanyakazi katika kampuni yetu ya Ally's Star. Tungependa ajitambulishe kwa majina yake na tufahamu kwa nini yuko hapa. Sister, mambo vipi? Safi sana kaka, vipi? Safi tu, uko fresh. Niko fresh. Nimefurahi kukuona. Asante na shukuru. Kasogeze kama mic yako. Mm -hmm. Ah, kwa sofamba, na unaitwa nani? Kwa majina yangu ninaitwa Upendo Hikia. Ni nafanya kazi katika kampuni yetu ya Ally's Star basi. Na katika kampuni yetu ya Ally's Star basi wewe uko kama nani? Mimi niko kama kondakta. Kondakta. Mm -hmm. Wa basi, basi gani? Pengine labda kuna mtu acege kupanda hilo basi, pengine ange wenye timi mia mbili hamsini na tatu EKL inaifanya safari zake kuanzia Mwanza to Moshi Moshi. Yeah. na kila siku? No, ndo huo wanaenda kule. Yes. Bah bana, tungependa tufahamu historia yako kidogo. Mm -hmm. Eh mwanake, najua toka mpaka umefika Ally's Star. Mm -hmm. Toka umefika Ally's Star. Yeah. Najua kuna sehemu umepita, tungependa. Yeah. Tupate ka historia yako kidogo. Mm -hmm. Ulianzia tu from the scratch ukaja Ally's Star au? Ah. Ah, ulianzia wapi? Kwa kweli mimi kazi yangu ya ukondacha mm. Nimeanzia Muro, nilipotoka Muro nikaenda Rungwe

kwa kidogo ni ngumu kidogo nzuri. Kwa hiyo ilikuwa inanipa changamoto kidogo, lakini unajua, penye riziki siku zote hapakosi changamoto. Ndio, ndio. Kwa hiyo nikafuatilia changamoto, nikaziweka sawa. Mungu akatusaidia tukaingia. Okay, um, bana mimi nashukuru sana. mimi pia nilikufahamu katika kati kidogo, tunafahamiana. Nashukuru sana. Yeah, mimi mwenyewe yeah, nafurahi kukufahamu. Asante. pengine okay. Sasa labda kwa so, mtu mm, ambaye anakutazama mm, ungependa kumkaribisha Ally's Star yes, ama una kitu kingine yeah, cha kuongea vingine? katika kanda yetu ya ziwa sidhani kama kuna gari ambayo inauika kama Ally's Star ndio ndio, kwa hiyo napenda yani, napenda watu wote tuonje utamu wa ah, Ally's Star okay. eh. <laughs> Utamu wa Alizista. Alizista kuna utamu wa usafirishaji. Sa, eh. Lakini kuna, kuna hii rumors ambayo huwa wanasema bana kwa mfano kama mtu alikuwa anahitaji kupata kazi katika kampuni yenu Alizista ni mpaka uwe, uwe una mwenyeji kidogo tofauti na mwenyeji, kupata kazi kwa usafirishaji kidogo ni ngumu. Kwa upande wako wewe unaiongeleaje hiyo dhana, ni kweli au ni bahati ya mtu? Mimi nasema tu ni bahati ya mtu. Kwa mtu labda ambaye anatamani kufanya katika kampuni ile Alizista, asikate tamaa ama afanyeje au atume maombi? Usikate tamaa, unatakiwa wewe mwenyewe ujiamini. Unajua, unapojiamini wewe mwenyewe, hata unapoenda mbele ya mtu unakuwa tayari umeshajiamini, kwa hiyo kila kitu kinakaa sawa. Kwa hiyo jiamini, nenda omba kazi yako. Sasa wewe ni mtu wa Mwanza au ni mtu wapi? Hapana, mimi ni Mchaga, mtu wa Moshi. Oh, Mchaga wewe <laughs> ni, ni, ni, ni wangapi katika familia yenu? Mimi ni, mtu wa, ni mtoto wa saba katika familia yenye watoto nane. Okay, na katika hao watoto nane wote ni wasafirishaji ama ni wewe tu ndo ambaye unahusika na mambo ya usafirishaji, au wengine wana kazi gani? Yani familia yenu ni wakati hao watoto nane wote yeah. Wako kwenye tasnia hii ya usafirishaji. Hapana, mimi tu peke yangu niko kwenye tasnia yeah, hii ya ya usafirishaji. Hongera sana. Asante. Mungu akubariki. Nashukuru ni na sana. nimefurahi kukufahamu. Ally's Star, karibuni sana katika kampuni yetu ya Ally's Star, ndugu watazamaji wa Ally's Star. Asanteni sana, tutaona wakati mwingine. Shukrani sana. Karibuni sana. Yeah.